Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Aprili 25, siku ya Ijumaa. Tafakari zaidi. Isaya 44 aya 24 hadi Isaya 45 aya 13. Kidogo kidogo, mwanzo ni kwa siri na katika hali ya ukimya na hatimaye kwa uwazi zaidi kwa kadiri makosa yalivyozidi kupata nguvu na kutawala akili za watu. Siri ya uasi iliendeleza kazi yake ya udanganyifu na kufuru. Karibu pasipo kutambua, mila na desturi za upagani ziliingia ndani ya kanisa. Roho ya kulegeza masharti na kuiga ilidhibitiwa kwa muda kwa mateso makali ambayo kanisa liliyapitia chini ya upagani. Lakini mara tu mateso yalipokoma na Ukristo ukaingia katika mabaraza na nyumba za kifalme, Kanisa liliweka pembeni usahili na unyenyekevu wa Kristo na wa mitume wake na badala yake lilivaa kujionesha na kiburi cha makuhani wa kipagani na watawala. Na badala ya matakwa ya Mungu, kanisa liliweka nadharia na desturi za wanadamu. Uongofu wa juujuu wa Konstantino katika sehemu ya awali ya karne ya nne ulileta furaha kubwa na ulimwengu uliojifunika joho la utakatifu bandia uliingia kanisani. Sasa kazi ya upotovu ikaendelea kwa kasi. Upagani, wakati ukionekana kana kwamba umekwisha, ulishinda. Roho yake ilitawala kanisa, mafundisho yake, sherehe na ushirikina vilijumuishwa katika imani na ibada ya watu waliodai kuwa wafuasi wa Kristo. LNG White pambano kuu kurasa wa 37. Sambamba na swali lililo mwishoni mwa somo la Jumatano, je, yeah. Sisi sote hatuko katika hatari, hasa kwa kadiri tunavyokuwa hapa kwa muda mrefu, ya kuweka pembeni usahili na unyenyekevu wa Kristo na wamitume wake kwa ajili ya fahari, uwezo, sifa na majaribu ya ulimwengu. Ikiwa tunafikiri hatuko katika hatari, tunajidanganya wenyewe. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: Mungu alipowapeleka watu wake uhamishoni Babeli, ulikuwa ni wakati wa uchungu sana. Ibrahimu aliitwa atoke Ukaldayo kuanzisha taifa la watu wa agano kama nuru ya sayari hii, na sasa walikuwa wamechukuliwa wakiwa wamefungwa minyororo. Wakati wa utumwa wao, Mungu aliwaonyesha Waisraeli kile ambacho kingekuwa kama wangekuwa waaminifu Nebukadreza, mkuu wa mfumo unaompinga Mungu kabisa, anakuja kwa Kristo, Danieli sura ya nne. Mwishoni mwa kuwa kwao mateka, Mungu anamwinua mfalme wa Wajemi ili awe mfano wa Kristo, akiwaachia huru watu wake kutoka Babeli na kuwarudisha katika nchi ya ahadi. Koreshi hakuwa Mwisraeli, hata hivyo Mungu alimchagua ili kudhihirisha mpango wa wokovu kwa ulimwengu, Alipowarudisha Yerusalemu watu wa Mungu wa Agano. Ni masomo gani tunaweza kujifunza kuhusu jinsi Mungu anavyowachukulia wanadamu kutokana na ukweli kwamba sasa alikuwa anawatumia watu nje ya Israeli ili kutimiza malengo yake? Swali la pili. Tunaweza tusiwe Babeli lakini ni kiasi gani mambo ya Babeli yanaweza kuwa ndani yetu? Tunalitambuaje tatizo hili na kisha tunawezaje kubadilika? Huo ndio mwisho wa somo la nne somo lililosema Mataifa sehemu ya kwanza. Mungu atubariki sote.